Sita na Bin Omar. Katika Quran sura nambari 28 Suratul Qasas aya nambari 68, Mwenyezi Mungu ameonyesha wazi kuwa aliumba kila kitu alichokitaka. Baada ya kuumba kila kitu, Mwenyezi Mungu alichagua na kuvipendelea baadhi ya viumbe vyake dhidi ya viumbe vingine. Hii inaingia kwa wanadamu, sehemu au mahali, lakini pia hata nyakati ambazo alizoziumba Si nyakati zote za siku, wiki, mwezi au mwaka ni sawa kwa Allah. Zipo nyakati ambazo amezitukuza na kuzipa baraka na ukubwa kuliko nyakati zingine. Kutoka katika nyakati hizi zenye baraka ni siku nzuri iliyobarikiwa, siku ya Ijumaa. Neno la Kiarabu la Ijumaa ni yaumuljumaa, lenye maana halisi ya siku ya mkusanyiko au mkusanyiko. Mtazamaji katika mambo sita na Bin Omar, hii leo tunakuletea mambo sita muhimu juu ya siku muhimu adhim na nzuri kweli kweli kwa Waislamu, siku ya Ijumaa. Bila shaka u buheri wa afya, karibu tua sote, mimi ni wako Bin Omar Khalid Omar, karibu sana. Jambo la kwanza, siku ya Ijumaa ni siku ya Nabii Adam. Kwa nini tunasema siku hii ni siku ya nabii Adam? Kwa sababu kuna matukio kadhaa ambayo yanamhusu baba yetu huyu na nabii Adam ambayo yametokana katika siku ya Ijumaa. Moja kati ya matukio hayo, Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala alimuumba nabii Adam katika siku ya Ijumaa. Tena wanaochuoni na maulamaa na wasomi wa dini ya Uislamu wa wakisema kuwa alimuumba katika saa ya mwisho ya kabla ya jua kuchomoza. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala wa rasulillah wa alihi wa sahbihi waman wala. Allah tabaraka wataala katika viumbe ambavyo ameviumba yumo nabiullahi Adam, lakini uumbaji wa Nabii Adam umekuwa tofauti na uumbaji wa viumbe vingine kwa sababu kwanza, Adam ni katika kiumbe aliyechelewa kuumbwa hata kuumbwa kwake, kwanza aliumbwa siku ya Ijumaa. Alasiri ya siku ya Ijumaa ndio siku aliumbwa Adam, na Ijumaa imepata sharafu kubwa kwa sababu ya kuumbwa Adam ndani yake. Vile vile Allah tabaraka wa taala anasema, hal ata ala al insani hinu min adahari lam yakun shay'an madhkura, hal kwa maana ya hakika, hakika umepita muda mrefu mwanadamu hakuwa ni kiumbe anayetajwa, yaani hakuna kiumbe kilichoka kinaitwa mwanadamu. Na hapa ndipo tulipopata sisi wanadamu utukufu mkubwa. Kwa hiyo Allah tabaraka wa taala alimuumba Adam kwa kutumia mikono yake mitukufu, na tukisema mikono hatuna maana kama mkono wangu mimi na wewe, aliyadu yaliku bijalalihi ni mkono ambaye unafanana na yeye mwenyewe jinsi alivyo, haufanani na kiumbe kwa sababu yeye Allah hafanani na kiumbe na wala hakuna anayejua mkono wake ukoje, lakini madha likathibitisha kwamba ameumba kwa mkono. Sisi tunaamini mkono, lakini hatujui namna gani mkono jinsi ulivyo. Jambo lingine ambalo linahusisha siku hii kuwa ni siku ya Nabii Adam, Nabii Adam aliteremshwa duniani katika siku ya Ijumaa alitolewa kutoka katika pepo ya Mwenyezi Mungu na kuletwa duniani katika siku hii muhimu ya Ijumaa. Jambo lingine ambalo linanasibishwa siku hii kuwa ni siku ya Nabii Adam, Nabii Adam alipokelewa toba yake, ama Mwenyezi Mungu aliikubali toba ya Nabii Adam mara baada ya kufanya kosa, ilikuwa ni katika siku ya Ijumaa, kitu ambacho kinafanya siku hii kuwa special na muhimu zaidi katika siku hizi za wiki. Mtume sallallahu alaihi wa sallam anasema khairu yawmin talaati fihi shams yaumu ljumua, siku bora ambayo Allah tabaraka wa taala ameiangazia jua basi ni siku ni siku ya Ijumaa. Sasa Adam kama Adam alifanya kosa la kula tunda la mti ambao amekatazwa, lile ni kosa yani, alifanya jambo ambalo alilokatazwa, lakini baadaye alijuta Alijuta Adam mbele ya mola wake, na Allah tabaraka wa taala akamsamehe. Wanazuoni wamekhtilafiana, Adamu wakati anaumbwa alikuwa mbinguni au alikuwa aridhini? Kuna watu wanaona kwamba ameumbwa akiwa mbinguni, lakini kuna wanazuoni wanaona kwamba ameumbwa akiwa aridhini. Na hii kuumbwa alikiwa aridhini ndio kauli yenye nguvu, ndio kauli yenye nguvu kwamba Adamu alikuwa aridhini, aliumbwa hapa hapa aridhini. Kisha ardhi aliyoumbwa ilikuwa ni sehemu iliyonyanyuka kama vile mlima wa Kilimanjaro, sawa, sehemu ya juu ambayo kila kitu kilikuwepo, mabustani, miti, matunda, ghasia, kila kitu kilikuwepo pale. Baada ya kufanya hilo kosa akaambiwa, sasa, sasa, ihbit, shuka kutoka hapo kwenye starehe uliokuwa umepewa, sasa shuka ardhini. Kwa hiyo akashuka ardhini, yeye na mama Hawa wakaja kukutana Arafa. Katika viwanja vya Arafa baada ya kuwa wametembea kwa muda mrefu sana, walikutana katika viwanja vya Arafa. Kwa hiyo alishushwa baada ya kuwa amefanya hilo kosa, lakini mbali ya hilo, kubwa zaidi Mwenyezi Mungu alimuua, ama Nabii Adam alifariki katika siku ya Ijumaa. Hivyo utaweza kuona kwa namna gani katika siku hii ya leo, siku hii muhimu ya Ijumaa, jinsi ambavyo ilivyokuwa, nikwambie tu ya kwamba kama siku ambayo inamhusu baba yetu Adam. Je, ye, sisi bin Adam itakuwaje kama sio siku yetu muhimu? Hilo ni moja katika mambo muhimu ambayo tunakuletea hii leo ndani ya mambo sita na bin Omar katika siku ya Ijumaa. Jambo la pili, Uislamu ulikamilika katika siku ya Ijumaa. Kama tulivyoona katika siku ya Ijumaa baba yetu Nabi Adam aliumbwa lakini pia kuna matukio mengi muhimu na makubwa ambayo yalitokea na siku ya Ijumaa ilichaguliwa kwa ajili yake. Miongoni mwa tukio hilo ni kukamilika kwa dini ya Uislamu katika siku hii. Dini ya Uislamu imeundwa kwa misingi ya nguzo tano na ilikamilika katika siku hii muhimu, kwa mujibu wa mafundisho ya wanawachuoni. Lakini pia na Uislamu, siku ambayo Allah aliishusha aya ya tatu katika sura ya tano suratul maida inayozungumzia kuikamilisha uislamu pamoja na kuiridhia kuwa dini kwa waislamu ilikuwa ni siku ya ijumaa tena haikuwa ijumaa pekee bali ilikuwa ni ijumaa ambayo ni ya siku ya kisimamo cha arafa hivyo uislamu ulikamilika katika siku ambayo ilikuwa ni idi mara mbili idi ya kwanza kwa maana ni siku tukufu katika siku za wiki ambayo waislamu hufurahia lakini pia ilikuwa ni siku ya idi katika siku ya tisa ya mwezi mtukufu wa Dhulhija ambapo mahujaji husimama Arafa na huwa ni idi kwa upande wao. Unajua dini, Mtume salllahu alehi wasallama anasema yeye amekuja kuziba nafasi iliyobaki katika jengo kubwa. Unajua dini hii hakuanza nayo Mtume salllahu alaihi wasallam, dini imeanza toka nabiullahi Adam. Kwa hiyo manabii wote wamekuwa wakijenga nyumba moja. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mimi, nimekuja nimekuta jengo limejengwa liko zuri, ila maudhiu labana labena, isipokuwa sehemu moja tu ya, ya, ya tofali. Kwa hiyo akasema, sehemu moja ya tofali ndio mimi. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam amekuja kukamilisha lile jengo. Kwa hiyo kwa maana amekuja kukamilisha hii dini na aya ya kukamilisha hii dini imeshuka siku ya Arafa. Mtume yuko katika viwanja vya vi Arafa na ina imani Arafa hiyo ilikuwa siku ya Ijumaa alasiri. Mtume sallallahu alaihi wasallam akashushiwa aya alyawma akmaltu lakum dinakum watamamtu alaykum nimati waraditu lakum alislamu dina. Kwa hiyo hukumu na sheria za Uislamu toka Nabii Adam mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam zikawa zimekamilika. Kwa hiyo baada ya hapo hakuna kitakachoweza kuongezwa katika dini wala kitakachoweza kupunguzwa katika dini hii. Ndiyo maana ya kukamilika dini. Jambo la tatu, Ijumaa ina saa maalum ambayo ukiomba dua dua hiyo inakubalika pasi na kizuizi chochote. Katika kuonyesha ukubwa wa siku ya Ijumaa, Mwenyezi Mungu mwingi mwenye wa rehma, siku ya Ijumaa ina saa maalum ambayo ukiomba dua, basi dua yako inakubaliwa bila kizuizi chochote. Zipo baadhi ya hadithi ama kadha wa kadha zinazothibitisha uwepo wa saa hiyo, ingawa kumekuwa na ikhtilafu kutoka kwa maulamaa na wasomi katika dini ya Uislamu. Kama nilivyoeleza toka mwanzo kwamba ijumaa ndiyo siku mama katika wiki, yaani ndiyo siku ya kubwa katika wiki. Kwa hiyo ndani ya siku hiyo Mtume sallallahu alaihi wasalam anasema fihi saa, kuna wakati la yuwafikuha abdun, hatowafikishwa huo wakati mja sawa, akawa anamuomba Mwenyezi Mungu jambo lake, ila atahu iyaha, isipokuwa Allah tabaraka wataala atampa hilo jambo. Na wema waliotangulia ilikuwa ikifika baada ya swala ya alasiri, watu walikuwa hawarudi majumbani, kila mtu anatafuta kona ya msikiti, anaomba mambo yake mpaka jua litakapozama, kwa sababu wanahakika kwamba upo muda ambao Allah tabaraka wa taala ameuweka katika siku ya Ijumaa ambao muda huo akiafikishwa mja, matatizo yake na maombi yake Allah tabaraka wa taala atamtatulia. Kwa hiyo wakati huo haupatikani isipokuwa wakati wa alasiri ya siku ya Ijumaa. Jambo la nne, hivi unafikiri kuna kitu kizuri bora ambacho macho yangu na ya kwako mtazamaji unatazama yanaweza kukiona na kukifurahia zaidi ya kumuona Mwenyezi Mungu mtukufu ambaye alituumba mimi na wewe na akaumba kila kitu. Bila shaka itakuwa ni siku ambayo yenye furaha na nyuso za bashasha kwa watu wote ambao watakaomuona Mwenyezi Mungu. Lakini si wote ambao watakaobahatika kumwona Mwenyezi Mungu. Je, nani ambaye atakayemuona Mwenyezi Mungu? Endelea kuwa nami katika mambo sita na Bin Omar. Mimi ni Khalid Omar nikiendelea kukuhabarisha. Uislamu unaeleza wazi kuwa kiama kitasimama katika siku ya Ijumaa. Siku ambayo Mwenyezi Mungu tutamuona. Lakini si watu wote ambao watakaweza kumwona Mwenyezi Mungu. Bali haya yatakuwa ni malipo, tena malipo makubwa zaidi kwa wale watu wema waliokuwa wakimchamua Mwenyezi Mungu huku duniani. Malipo haya ya ajabu kabisa watayapata watu wa peponi katika siku ya Ijumaa. Kumwona Allah ni malipo makubwa. Malipo haya ya ajabu watayapata watu wa peponi katika siku ya Ijumaa ambapo tena watakusanyika makundi kwa makundi, na kutokana na uzoefu watakuwa wazuri na uzuri wao utakuwa umeboreshwa zaidi. Upo ushahidi wa baadhi ya aya ukielezea namna gani ambavyo Allah ataonekana katika siku hii ya Kiama ambayo itakuwa ni siku ya Ijumaa. Nimethibiti kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba waumini watakapokuwa wameingia peponi, Allah Tabaraka Wataala atawakirimu wamwone na kutakuwa hakuna furaha ya watu wa peponi kama siku watakayomuona mola wao. Sasa ni lini? Ni Ijumaa, Ijumaa ya akhera, siyo Ijumaa ya duniani. wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun, siku moja mbele za Mwenyezi Mungu ni sawasawa sawa na siku na eh, miaka alfu ambayo mnayohesabu hapa duniani kwa hiyo ni siku ndefu, pana, yenye wasaa. Na Mtume sallallahu alaihi wasalam anasema innakum satarauna rabbakum eh, hakika mtamuona mola wenu kama mnavyouona mwezi wa badiri. Mwezi wa badiri ni mwezi ambao umekamilika. Watu wakitaka kuuona mwezi wa badiri hawasukumani katika kuuona, kwa sababu kila aliposimama mtu atauona ule mwezi sawa. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasalam anasema mtosongamana katika kumuona mola wenu. Kila mtu pale alipo, pale peponi alipo, atamuona mola wake. Allah, tujalie tuwe miongoni mwa watu ambao watakaomuona mola wao. an rabbihim la mahjubun, watu wa motoni watawekewa pazia, wasimuone. Lakini watu wa peponi watamuona, iwe daraja itakavyokuwa ya pepo, lakini watu watamuona mola wao. Jambo la tano, siku ya Ijumaa itakupa ulinzi kaburini. Ndio, Usishangae na hii inaonesha ni kwa namna gani siku hii ya Ijumaa ilivyokuwa na ukubwa, lakini pia na utukufu ndani yake. Nitakueleza kwa namna gani ambavyo siku hii muhimu ambayo imepewa ukubwa na utukufu wake, na hii ni miongoni mwa dalili kubwa ya kuonesha kuwa hii siku ni muhimu, na pia vile vile Waislamu tunatakiwa kuienzi katika maisha ya kila siku ambayo tupo nayo hapa duniani. Na sote tunakubaliana ya kuwa pindi ambapo tutakapofariki, tutaelekea katika maisha ya barzakh maisha ya kaburini maisha ambayo tutakuwa katika tumbo la ardhi. Lakini siku ya Jumaa ambayo tutaitumia vizuri hapa duniani huenda ikatufanya tukawa bora katika makaburi yetu. Ha, imethibiti kwa Mtume swalla llahu alayhi wasalam anasema, atakaezikwa sio kufa, atakaezikwa usiku wa Ijumaa eh, atakaezikwa usiku wa Ijumaa atahafifishiwa zile adhabu, adhabu za kaburi hii ni kuonyesha kwamba siku ya Ijumaa haifanani na siku zingine. Kwa hiyo imethibiti maelezo hayo kwamba mtu anayezikwa siku ya Ijumaa basi atapunguziwa kama Allah tabaraka wa taala alikuwa amemkadiria ame adhabu, kwa utukufu wa siku ile atahafifishiwa ile adhabu. Siku hii ya Ijumaa inatupaje ulinzi? Kwa mujibu wa mafundisho na baadhi ya hadithi inaeleza kuwa pindi ambapo mja mwema na mtu mcha Mungu anapofariki katika siku ya Ijumaa, basi atapewa ulinzi katika kaburi lake. Atapewa ulinzi na si kupewa ulinzi tu, bali pia atalindwa na adhabu ambazo zitakuwepo kaburini. Na sote tunaaminia kuwa katika maisha ya kaburini kutakuwa na adhabu. Hivyo kama ukiwa ni mja mwema na Mwenyezi Mungu akubariki ukafa katika siku ya Ijumaa, maanake ni kwamba utakomboka ama utaokoka na adhabu ya kabri. Jambo la sita, jambo la sita ni kwamba katika Qur'an kuna sura maalum ambayo imepewa jina la Ijumaa. Sasa hapo unataka kujua ama kuona kwa namna gani siku hii jinsi ambavyo ilivyokuwa tukufu. Pengine hii inaweza ikawa sababu pekee ya kuonesha kuwa hii ni siku tukufu sana na muhimu sana kwa Waislamu wote duniani. Daima Ijumaa ni siku ambayo iliyobarikiwa na Mwenyezi Mungu. Na katika kulithibitisha hilo, Mwenyezi Mungu amezitaja siku mbili tu katika Qur'an tukufu, nayo na ni siku ya Jumaa mosi na siku ya Jumaa pekee. Lakini katika Ijumaa hakuishia tu kuitaja peke yake, bali pia aliipa sura maalum jina hili la Ijumaa. Suratuljumaa ni sura ya 62 yenye aya 11. Allah tabaraka wa taala akielezea umuhimu wa swala ya Ijumaa. Swala ya Ijumaa imepewa umuhimu katika hii suratu ljumua. Ya ayuha ladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jumuati fasau ila dhikri llahi wadharul bay'. Okay. Eh, unajua kulikuwa kulitokea tukio wakati wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ijumaa mwanzo ilikuwa kwanza inaswaliwa alafu ndio inasomwa hutuba, sio kama hivi tunavyoona hivi leo. Awali ya yote, kwanza ilikuwa kwanza kunaswaliwa rakaa mbili za Ijumaa, alafu Mtume sallallahu alaihi wasallam, baada ya hapo anapanda kwenye mimbari anasoma hutuba. Asa, ikatokea kwamba wamesha swali maswahaba na wameagiza bidhaa kutoka Sham na maeneo mengine, ule msafara wa bidhaa umeingia. Kwa hiyo, pakiingiwa msafara wa bidhaa kunapigwa ima ngoma au inapigwa mbiu kwamba jamani, ye aliagiza mizigo yake sasa ishafika. Sawa, so, kwa hiyo masahaba baada ya kuwa wameona kwamba waisha swali na kinachoendelea ni hotuba, wale walioagiza mizigo wale walitoka, wakaenda kufuata mizigo yao. Mtume sallallahu alaihi wasallam akabaki msikitini na watu kumi na mbili au kumi na tatu kwa hiyo mtume so, Allah tabaraka wa taala, kwa kisa hiki na tukio hili akashusha maelezo ya kuonyesha kwamba watu hawatakiwi kutoka: ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lisalati min yaumi ljumua fasaau ila dhikrillah, enyi mlioamini mkisikia adhana, adhana ya swala ya Ijumaa, fanyeni haraka kwenda kwenye nini? Kwenda kwenye ibada, acheni kuuza na kununua Sawa, kisha ibada ya swala itakapoisha, faidha kudhiyati salatu fantashiru, swala itakapokwisha maanake swala pamoja na hutuba itakapokwisha, basi tawangiikweni sasa kwenda kutafuta riziki zenu, alioagiza mizigo akachukue mizigo yake. Kwa hiyo hii ilikuwa ni sababu ya kushuka hii aya, ni kuonyesha muongozo na umuhimu wa swala ya Ijumaa, ndio maana baada ya hapo ikabadilika taratibu sasa, ikawa sasa inaanza hutuba alafu ndio inafuata swala. Kwa hiyo hicho ndio kisa kilichopelekea sura hiyo yetu surati Ijumaa, kwa sababu ilielezea tukio zima lililotokea wakati wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Pengine hii inaweza kutosha na kuwa dalili kubwa zaidi ya kwamba siku hii ni siku muhimu katika wiki ambayo wanadamu tunatakiwa tuitumie kwa ajili ya Mwenyezi Mungu na kufanya adhkar mbalimbali. Lakini pia ukitaka kuona ubora na utukufu katika siku hii ya Ijumaa, ndani ya siku hii kuna swala ambayo kawaida tumekuwa tukiiswali, swala ya adhuhuri katika siku sita, lakini ndani ya siku ya Ijumaa ina swala maalum, swala ya Ijumaa. Hii ni swala ambayo ndani yake kuna rakaa mbili pekee, ambayo katika mchana huo imamu anakuwa anasoma kwa sauti ya juu, lakini pia mbali ya hayo, kunakuwa na hutuba mbili za siku ya Ijumaa ni kuacha na jambo hili juu ya siku ya Ijumaa. Hii ni siku ambayo kuna sunna zake special ambazo zimewekwa za kufanya katika siku hii. Kwa ukubwa na utukufu wa siku ya Ijumaa, kwa muda huu mchache hatuweze kuimaliza bado utosheke tuna hayo katika mambo sita. Nami Bin Omar katika siku hii ya leo tukiangazia siku muhimu adhim na adimu, siku ya Ijumaa. Kwa mambo mengine zaidi, unaweza kutufuatilia sisi Kishki TV Mambo sita ndani ya bin Omar. Mimi ni Khalid bin Omar kwa niaba ya wenzangu wote ambao tumefanikisha kuletea mambo haya sita, asante za dhati kwake Abdul Karim Abdul Rahman, lakini pia asante kwake Ahmed Kimamba, bila kumsahau graphics designer wetu ambaye anafanya mambo haya kufikia mazuri zaidi, huyu si mwingine ni Juma Said Saif, vidole vya dhahabu. Asante nawe, mtazamaji, usikose kutufuatilia katika mambo sita na bin Omar katika siku Zijaza Kishki TV, Nuru ya dini yako.